Anifa, unaona sasa ulichokisababisha. Kila siku nakwambia achana na mambo ya kwenda klabu, achana na hizo tabia, lakini unashindwa kunielewa. Shida kwakewe yani, wewe ubishi, yani kila kitu nachokwambia kwakwe ni kubisha tu, hakuna hata kitu kimoja ambacho mimi nachokwambia alafu ukanielewa. Yani ubishi tu umeweka mbele. Ona sasa ulichokisababisha ndo nini sasa, sikutiana aibu. Habari yako Mahil? Safi, nimekaa muda mrefu nimekuchola, naona umekaa bored sana, nikasema nije kupiga stori mbili tatu. Nakusikiliza sawa. Mahil, kwani mi nakasoro gani mpaka utege kuingia kwenye ndoa nami? Em, leo naomba unisikilize kwa makini sana, utege hiyo masikio yako vizuri sana na unielewe sawa. Kila mtu anaoa mwanamke ambaye anampenda na mwanamke anaolewa na mwanaume ambaye anampenda. Sawa, hauna kasoro yoyote, ila tu moyo wangu mimi haupo kwako kwa hata kidogo. Yupo mwanamke ambaye mimi nampenda, na ndo natamani hata leo mimi na yeye, mimi na yeye tuoane. Nachokusihi, acha kunifuatilia hey. Haya. Sawa, lakini jaribu kufanya hata kwa ajili ya mama, ili naye aweze kupata furaha. Mama akajitoa akanileta mimi huku, mama akaona mbali sana, ndio maana akahitaji mimi. Ni mkweli, ila wewe unaenda na yapinga. Yani nifanye kwa ajili ya mamangu, na wakati mamangu yeye alikuwa na mume wake na alikuwa anapendana sana, ndio maana mpaka sisi tukapatikana. Alafu acha mambo yako ya kishenzi sawa, acha hizo tabia zako za kipumbavu. Mama yangu ni mama yangu, amemaliza mambo yake, na mimi na mambo yangu binafsi na maamuzi yangu siwezi kufanya kitu anachokitaka mama ili mradi tu kumpatia furaha alafu mimi niumie. Mimi nikiwa na wewe nateseka tu bure. Ya nini sasa nijizalilishe? Yupo mwanamke ambaye mimi nampenda na sio wewe. Ni sawa Maheri, lakini hata mimi pia nimetokea kupenda sana. Na nahitaji uje kuwa mume wangu wa ndoa kabisa. Tuishi kama mke na mume. Sikiza, nikwambie kitu kimoja. Swala la mimi kukuoa wewe ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Nikupatie tu ushauri wa bure. Sawa? Wewe ni binti moja mzuri sana na ni mrembo. Naamini kabisa wapo wanaume wengi sana wanatamanikuweka ndani. Anza anza kutoka uko, uko, kutoka nje nje nje. Kama umetoka huko huko kwenu mkoani utakutana na wanaume ambao watakupenda utampenda mmoja atakuoa mtakaa ndani. kuendelea kunisumbua mimi kubaki hapa ndani kumsikiliza mama anachokitaka kwamba mimi nije nikuwe wewe, sahau. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Fanyia kazi ushauri wangu, naamini ipo siku utapata mwanaume atakupenda na utaishi kwa furaha. Sasa wewe endelea kung'ang'ania mimi, kama ipo siku nitakuja kukua weweaaaaalaswa ubaya sio kwamba mimi sinamakwasamasomaaka samani hmm. tunaweza kuongea kidogo sawa hivyo unaweza kunielezea kwa uchache tu historia ya maisha yako yaani ninamaanisha wazazi wako wako wapi wewe unatokea mkoa gani na hapa daa unaishi na nani mimi natokea songea na wazazi wangu hapo uko songea nimekuja hapa da kwa mwanaume wangu yeye alitangulia, kwa hiyo mimi nikuja hapa naishi ni na mwanaume wangu, lakini ananyanyasa sana. Yeye ananyanyasa sana. Na wazazi wako wanajua kama wewe unaishi na mwanaume? hmm. kwa kweli kuhusu hiyo hata hawajui. Na unampenda? Ndio, anampenda sana. Hauoni kama ni hatari? Unaishi na mwanaume anakunyanyasa, hajulikani nyumbani wewe kwako, unaona ni sawa? Eti, kwa sababu unampenda. Mwanaume wako anafanya kazi gani? Jishughulisha na chochote, yupo tu. Unajua Rosta, wewe ni msichana mdogo afu ni mzuri sana. Sasa kwani unakubali kuwa mtumwa wa mapenzi? Umesema mwanaume wako afanye kazi yoyote, ina maana kwamba wewe ndio unamhudumia, si ndio? Ndio dada. Pesa unayoipata hapa ninahakika ni pesa ndogo sana ambayo hata haiwezi kukidhi mahitaji yako wewe mwenyewe ndio mwanamke anayeteswa na mapenzi ni mwanamke ambaye hajajua yeye ni nani kwenye hii dunia. Lakini mwanamke anayetambua thamani yake hawezi kukubali kuteswa na mwanaume thamani. Tena nikuulize kitu, ikitokea e, ukapata mwanaume ambaye anakupenda mwaminifu, anakujali na anakupa kila kitu unachohitaji kwenye maisha yako upo tayari kuolewa? Kwa kweli, sipo tayari kwa sababu mwanaume ayelakini ndo alienitoa kijijini, ameleta hapa na nipo hapa Dar es Salaam kwa ajili yake, na hata hivyo, si unajua kwenye ndoa kuna kuaga na matatizo mengi sana, alafu naogopa nikamwacha alafu nikapata na mambo makubwa zaidi mabaya, alafu nikakosa mtu wa kunisaidia. Nakuelewa sana nakuelewa sana unachokiongea, najua sio rahisi kuamini kitu ukaacha ulicho nacho ukaama kwenda sehemu nyingine, lakini kwenye maisha kuna muda inabidi tuwapoteze watu tulio wazoea ili tupate watu ambao ni bora zaidi kwenye maisha yetu. Kwa hiyo hebu nenda kakae, ufikirie hili swala, sio ufikirie tu kuolewa yawezekana labda utoke pale kabisa, uanze maisha yako mengine. Usikubali kuwa mtumwa wa mapenzi, wewe bado mdogo sana kupitia kuishi na huyo mwanaume. Unaweza ukapoteza fursa nyingi sana kwenye maisha yako, sawa? Kuwa makini, lakini pia usichelewe, nenda akafikirie leo, kisha ukija nataka unipe majibu yako. Sawa, dada, nitafanyia kazi ha. Io, mm -hmm. mm -hmm. Si rahisi, si marahaba. Kwema. Salama. Mbona leo sija kuona kazini? Vipi? Mama, leo niliamka kichwa kilikuwa kinauma sana, kwa hiyo nikaamua nitumie dawa nipumzike. Happy. Na kujua vizuri Aumu haya ni. Umeacha kuja kazini kwa sababu ya uvivu wako. Sipendi kabisa masiara kwenye kazi yangu, na kulipa mshahara, kwa hiyo unapaswa kufanya kazi kwa bidii ili kampuni ikue, na sio za sababu sababu zako ambazo hazina maana. Samani mama, Ehe. Na vipi swala ya yule mfanyakazi ndo kwambia umtafute? Umefikia wapi? Maana ile nafasi ipo wazi, inahitaji mtu wa kuziba. Nimeshalifanyia kazi mama. Muda si mrefu kila kitu kitakuwa sawa. Happy. Shida yako na masiara sana. Nilikwambia uadvertise hiyo kazi muda mrefu sana. Sasa hivi kuna vijana wengi wako mtaani huko wanatafuta kazi ila hujafanya hivyo. Ungekuwa umefanya hivyo, sasa hivi tungekuwa tumeshapata yule mfanyakazi. Kwani mama, vipi kuhusu ule kijana ambaye nilikuletea vyeti vyake? Kwa nini haujavipitia? Nimepitia vyeti vyake na CV si zake zote kwa ujumla, lakini naona kama hana vigezo sisi tunavyohitaji kwenye kampuni yetu. Ni bora tungetafuta mtu mwingine kwa uhakika zaidi. Hmm, lakini mama, mbona mimi nilijaribu kuvipitia vile vyeti, naona hata hatujazidiana mbali ila hata anavyoonekana tu, ni mtu ambaye tukimwelekeza vitu vichache anaweza kufanya kazi vizuri sana. Basi sawa, kama ndio hivyo, mpangie siku aje ofisini tuje tumpe vigezo vyetu. Kama atakidhi kila kitu kitakuwa sawa. Chaguo la mama, chaguo la mama, mm -hmm. Chaguo la mama. Vipi? Safi. Mbona kama upo sawa, nini shida? Ah. Kuna mambo tu kidogo yananisumbua akili yangu, najaribu kuwaza lakini bado sijapata majibu yoyote. Una tatizo gani? Mimi nafikiri, nafikiri utakuwa unajua japo kidogo kuhusiana na hili sekeseke ambalo linaendelea huko ndani. Kwa hiyo mama analazimisha kwamba mimi ni muoe, alafu ukiangalia sio mwanamke ambaye katika moyo wangu, lakini ukiachilia mbali kwamba yuko katika moyo wangu mwanamke ambaye mimi simfahamu, sijui anapotoka, yani ni ile tu kaletwa ndani alafu mama anataka mimi nimoe. Kwa kila nikikaa nikijaribu kufikiria kuhusiana na ile jambo, linaniumiza mm, sana na bado mpaka sasa hivi sijapata jibu lolote, wala sijui ni kitu gani nifanye. Naona tunazidi kuchanganyikiwa. Pole sana ka unayoyapitia lakini, wewe endelea tu kumwomba Mungu, atakupa mwanamke sahihi ambaye unampenda huyo. Alafu unajua vitu kama hivi ni kawaida sana kwenye familia kama hizi, kikubwa tu hapo ntakiwa upambane, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Hata mimi mani yangu nanambia hivyo hivyo, kwahiyo labda tu nikushukuru kwa ushauri wako. Sawa, usiwe mnyonge basi, changamka

Losta, Losta, njoo hapa. Hivi binti wa matatizo gani? Unataka nipende kichwani siyo? Ni mara ngapi nakwambia usikae karibu na mwanaume wangu? Hivi unanichukuliaje? Nakuuliza wewe unanichukuliaje? Samani, lakini aliniita yeye mwenyewe. Ongea naye kitu kibaki kitu gani? Wewe kila anavyopita anatoka w unamfata nyuma nyuma ili iweje? Kwa mfano sina kuuliza, Losta. Uh. usimtibue. Nikusamee? Kila siku nafanya makosa, nataka nikusamee? Wewe huona matatizo gani? Kilichokufanya umpige mwenzako kitu gani? Umeona sasa umemuumiza. Uwe vipi? Vipi nini? Sasa, unamshika mkono mbele yangu ili iweje? Ni kitu gani kikubwa ambacho amekifanya yeye ambacho sio sahihi? Uzembe wake? Okay, mwenyewe kila siku unafanya kazi ya kumonya; asio karibu na wewe anafanya kuwa karibu nawe ili iweje? Kwa mfano. Alafu naomba unisikilize mwanamke. Nimeshakwambia fuata kilichokuleta humu ndani. Mama si amekuleta humu ndani kwamba upambane yeye hadi mimi nikupende. Fuata hicho. Vitu vingine havikuhusu. Mwangalie kwanza vile alivyo. Alafu hizo tabia za kunita mimi mpenzi wako nilisha kwambia ukome na uachane nazo. Mahir, wewe ndio unataka kuwa sababu ya kumwingiza mtoto watu matatizoni? Huyu ndio sababu mpaka wewe unitaki mimi sasa, nitakachomfanya usiye ukanlaumu wewe. Mimi nafikiri unajui vizuri sana ila najaribu kukuheshimu sana kadri ninavyoweza ila huko na kuelekea tutakunjiana heshima. Sasa wewe jaribu kufanya chochote kile ambacho kitamuumiza huyu, uone nitakachokufanyia mshenzi huyu. Hii vita unayoianzisha mwisho wake ni mbaya sana na wewe naomba ujichunge sana. Siyo rahisi kama unavyozani, siyo rahisi utazani ni utani. Mm, pale jicho linapokwa na ukungu kufosi kutazama, pole sana ila nakuomba uwe makini sana na ule mwanamke, kwa sababu sijui ni kitu gani ambacho anachokitafuta mume wake Sao. Sao. Chaguo la mama mm -mm. Chaguo la mama, Chaguo la mama. We binti, naomba uondoke hichi kikao kikuhusu. Atoke ende wapi? Mama, umetisha kikao cha familia, na yeye ni mwanafamilia, kama tunakaa naye humu ndani, anatupikia, tunakula, basi yeye kikao kinamhusu pia. Hepi. Naomba tusibishane. Nimeshafanya maamuzi. Nimesema aondoke, anatakiwa aondoke. Mama, haendi popote. Kwa sababu unachotaka kuzungumzie na kijua, na yeye ndo muhusika mkuu. Kwa hiyo zungumza kinachotakiwa kuzungumzwa naye asikie anachozungumziwa ni kitu gani. Haondoki. Happy, Mimi naona bora Rosta angeondoka. Ili mradi tuweze kuzungumza ili tumalizane. Kwa sababu ukiendelea kubishana hivyo, muda unazidi kwenda alafu mwafaka Okay, sawa sasa, naomba ni mnisikilize vizuri. Nimewaita hapa kwa ajili ya jambo moja tu, na jambo lenyewe ni kuhusu huyo binti aliondoka. Mimi kama mama nimeamua kumsimamisha kazi. Kwa hiyo kuanzia sasa hatakuwa mfanyakazi wa nyumba hii tena. Nadhani tumeelewana. Nilijua tu. Lakini mama, kiufupi tu ni hivi, sina haja ya kujielezea sana. Rosta haendi popote atafanya kazi humu humu ndani kama ilivyokuwa mwanzo. Hawezi kuondoka hapa eti kwa sababu ya mtu tu aliyekuja humu ndani na hasaidii kitu chochote. Kama unataka Rosta aondoke utakuwa unanifuria na kunipikia ni sawa. Mimi sina tatizo. Happy, Mimi ndo mwenye final say na nimesema anapaswa kuondoka, ninapaswa mnisikilize nilichokiamua. Sawa mama, haina shida mimi nimekuelewa lakini mimi ningeomba tu kitu kimoja kwa sababu sijaona kosa lolote ambalo amelifanya yule binti. Vitu vyote ambavyo vilivyotokea umundani alikuwa anaagizwa na, na Happy na vitu vingine namwagiza mimi, huyu tu kierere chake ila huyu kierere chake akishaona ametumwa ndo anatafuta sasa ile njia ya kumpiga na sema ita nakaa karibu na mimi. Mimi sijaona kwamba hiyo ndo sababu imfanye wewe umfukuze umundani. sasa basi. Kama umfukuza, na mimi niondoke mi nimemaliza. Hichi Mahir. Mahir. Mm. Ndio nilichokuwa nakitaka mama. Sasa sio kaka Mahir tu, hata mimi nitaondoka, ili ubaki na huyo kunguni wako aliyejaa nuksi. Amekuja tu nyumba imechafuka, nyumba haina amani, ambaye sio hata damu yako, na mimi naondoka. Mama, mimi naona jambo mm. lishakuwa tatizo kwa kwa pande yetu. Bora tu ni jambo mama uachane nalo. Tu focus jambo langu ili endelee kukamilika Binti yangu kuwa na amani, kila kitu kitaenda kama tulivyokipanga, hakuna chochote kilichobadilika. Sawa mama. Rosta, unajua muda ule sikuweza kukwambia vizuri, sikufunguka kwa sababu nilikuwa naamini muda bado upo. Lakini kadri muda unavyozidi kwenda, naona kabisa mambo yanazidi kuharibika na kwa upande wetu vitu vinakuwa vigumu, nambo olee na kaka yangu Mm, chaguo la mama, chaguo la mama, mm, mm, chaguo la mama, chaguo la mama, mama. Mm. Sio rahisi kama unavyodhani, sio rahisi, utadhani ni utani jicho linapokwa na ukungu kufosi kutazama chaguo la mama, unayempenda napendwa na wengi. Mm, tunapitia magumu tunapopendana na kupokea maumivu